Sasa anataka kujua ni wapi mako chan aliko, na amemwelekeza basi ni wapi ambapo e mako alipo chan alipojificha mara ya mwisho. Mako chan alimwambia bibi huyu chuinon, nenda fanya tukio na subiria ripoti, mi nitakuwa sehemu fulani. Lakini binti amefikiria mara mbili mbili, ashaelewa kwamba kuna uwezekano mako chan alijua ya kwamba kama basi binti atafanya hilo jaribio, lazima atanaswa, na kinaswa atataja ni wapi mahali jamaa alikosema yupo. Huenda huo ukawa ni mtego. Kwa hiyo binti ameenda, ameomba mahali farasi ili aweze kuwahi haraka kabla tukio halijatokea. Kipindi hiki unadhani ni nani atakayeweza kushinda katika haka kajaribio au ili jaribio la kumalizana? Maana wenyewe wamekuwa ni watu wa visasi. Sasa ameenda mpaka pale, anaonekana anatafuta kila upande, anageukageuka. Akaulizwa, "Vipi binti wewe, ni nani unamtafuta?" Mtu akasema, "Yeye kuna mtu namtafuta, namtafuta Marco Chan, bosi wa kasri la elfu kumi." "Utakuwa hapa umekuja kumtafuta mtu ambaye sio, hatuna mtu ambaye ana jina hilo hapa." "Basi nenda umtaarifu kwamba yuko katika hatari." Ah. Tumejiwekezea elimu zaidi, hatujui kitu kingine. Tunakuruhusu ingia hapo ndani, nenda kamtafute. Anamkuta binti kashafika. Kwa hiyo umeruhusu kwamba Makochani atoroke baada ya kujua mimi nakuja? Akasema hapana. Wakati nilipofika hata akuwa amesha, alikuwa hayupo. Akaambiwa kiongozi? Au labda pengine mtakuwa mkuelewana. Kuna kitu labda pengine hamkuelewana. Kwa sababu mimi sijui nini kimeendelea. Sisi huyo mtu hapa hatumfahamu wala hajaji. Manake nyi wawili inaonekana wote mnamtafuta mtu mmoja.

umesema jina lako unaitwa Chai. Wacha Chai tu. Eh, ndio naitwa Chai so. Wewe jina lako si Chai. Wewe kaka, umechanganyikiwa nini? Katika siku ya mapambano eh, ambapo babangu aliuawa, wewe ulikuwepo. Sasa naambia, ni miaka 20 nimeshapita sasa, mbona mpaka leo unamwongelea bado huyo mtu? Kumbe wewe ni mwanae sio? Eh, sisi wote tulishiriki kumua. Akataka kujikuta mjanja, we upanga tayari ushafika. Shi bibia yuko pale, anaangalia na hawezi kumzuia kabisa Masterful. Wote hawa awonyesha walishiriki kumuua baba yake. Basi huyu jamaa cheni dawa akamuuliza, mbona unye umeniacha? Akamwambia, mtu nayemtafuta kwa sasa sio wewe, yuko mtu mmoja tu ambaye ndo namtafuta hapo ndo pa ambapo jamaa ananishangazaga, alisema hivyo mwanzoni. Lakini sasa je, baada ya kumpataga mwanzoni, mbona hakumalizana naye? Kwa hiyo bado kuna kitu kama vile hakija kaa sawa. Yeye alisema mwanzoni kwamba anamtafuta eh, Marco Chan. Lakini walifanikiwa kukutana sasa. Kama walifanikiwa kukutana, mbona basi hakumuua? Burudani inaendelea mtazamaji, kama kawaida hakikisha tu basi una subscribe katika YouTube yetu hapa, zingatia subscribe, hakikisha una like, una comment eh, kila video inayopostiwa una share. Binti leo yuko zake peke yake. Kumbuka baba yake aliondoka, na alitishia kumwachia lana razi ikiwa basi hata jiongeza, hata fanya jitihada kuitoa ile mimba. Sasa binti nafikia, kuna wakati anakuwa na njaa. Unajua yeye alishazoea kula, kuishi maisha ya kwa, anakula kila kitu sasa unakumbuka, basi Yinia alimwambia ya kwamba, fikiria mara mbili, utaweza kumlea huyo mtoto? Kama ukimzaa utaweza kumlea mwenyewe, inabidi wewe unakula vizuri. Sasa binti mwenyewe mambo ya kuindawinda yenyewe, haya ndiyo kupambana, kupigana na pesa, lakini kuna baadhi ya vitu haviwezi. Maskini. Basi kasungura kalikuwa kametulia sana, basi akakanasa na mshaji, maana yake anakafanya kuwa mboga Anakaurumia mpaka anakaambia sorry. Haya, huyo anaondoka zake na kasungura kake taratibu, kwa ajili ya kwenda kukafanya kitoweo. Lazima utakuwa unajua ile eneo. Hapa ndo kwenye bwawa la Luo Ying, sio? Ah we naye, nani alisema kwamba hapa ni kwenye bwawa la Luo Ying? Siku hizi wanakulaga, wanaenda kwenye maeneo wanayotaka, wanaishi wanavyojisikia Yani hawana stress. Anasema kuna maeneo mengi sana ambayo mimi na wewe hatujawahi kupata nafasi ya kwenda kutembea, lakini sasa hivi kidago kidogo tunapata nafasi ya kwenda kutembea. Angalia sasa, ili ni moja kati ya bwawa ambalo wa watu wengi huja kuvua hapa katika ma e, majira ambayo ni kiangazi <laughs> e, basi mambo ni tofauti na kipindi cha masika. Nakwambia unaonekana kuna vitu vingi unavijua. Yaonesha bado kuna vitu hujaniambia. Kwa hiyo kumbe basi unajua vitu vingi tu eh? Unaelewa baadhi ya siri ambazo zingine hata mimi sijui. Hai, kwa hiyo sasa hivi basi siogopi tena kwa sababu ana nyingine nikikwacha peke yako nakuwa na wasiwasi. Sasa una maana gani kusema hivyo? Aa, wewe unaonekana unajifanya hujui vitu. Hapana, hizo ni fikra zangu tu. Vitu vingi sivijui bwana. Acha kufikiria mimi. La, usije, usije, wewe mwenyewe una jeraha. Bado hata am usije ukajichanganya kwenye mambo mengine, kwenye matatizo, mengineungi enye a Inamaana bado umeweka moyoni yale yaliyopita. Sambona unijibu? Yote hiyo ni kwa sababu unajishtukia. Mimi namaanisha kwamba sio lazima tuongee hivyo sana mpaka tupotezeane muda. ni <laughs> Niambie kitu gani kingine ambacho unataka leo tuongelee? Mm, tangu tuwe pamoja hujawahi hata... Acha kuongea basi vitu vingine vya ajabu bwana. <laughs> binti huwa anajiachia sana akiwa na jamaa. Hivi unajua, kwa sababu ninachotamani zaidi ni kuwa na wewe katika wakati kama huu, tukitazama maua, tunatembea, tunasema tunachopenda kitokee, tunakunywa wine nzuri na baadhi ya vitu vingine vizuri vizuri tu. Unalionaje hilo kwa mfano? Nafikiri sio wazo baya, umewaza wazo nzuri. Tatizo nini? Hebu niimbie basi, niimbie wimbo mzuri. Haya, nitakuimbia baadaye, sio sasa. Sasa hivi kwanza tuangalie maua. Kuna vitu vingi nakumbuka nikikaa hapa nikiangalia maua. Basi alimsomea tu mashairi tudogo. Yeah. Wa. <laughs> Binti akafurahi sana, anaona jamaa anamjali sana, jinsi ambavyo ameweza kumsomea mashairi mazuri. Walipata muda wa kutoka na kutembea kidogo, lakini akitazama mbele, anamwambia, hebu angalia, unamwona yule ni nani?

wakiwa wanaendelea kubadilishana mawazo wanapiga stori zao kuongelea juu ya mambo ambayo wameyashuhudia katika siku mbili tatu so. Sasa wambea wakaenda kusikiliza. Unajua ndio kaka yake mkubwa analinda. Usiache yakampata mabaya, tena hasa akiwa karibu na makocha. Halafu kwa nini familia yako ilikuwa inahusishwa na mambo ya makocha? Makocha alikuwa na mambo yake anayofanya kwa ajili ya familia yake. Na na ja, ja, ja basi mdogo wangu alijipata tu yuko huko kama bahati mbaya Haya, wamepata kaumbea kidogo, wanaanza kujadiliana. Binti anamwambia tuondoke, hasa kijana hataki kuondoka. Akamuuliza, shida nini? Mbona unataka kuinuka? Akasema ha, wala hakuna kitu, lakini inakuwa kama vile kuna kitu fulani ambacho kinausumbua moyo wake. Sasa sijui amegundua kitu gani. Nakumbusha juu ya umuhimu wa kusubscribe. Hii ni kitu ambayo nitaendelea kukuambia mara kwa mara. Hebu tafadhali subscribe. Sasa angalia wakati huu basi, kijana wetu akiwa anaendelea kutembea taratibu taratibu, inaonekana ile sumu bado inaendelea kumsababishia matatizo. Anamwambia, kwa nini usingetulia mpaka upone? Unaona kabisa hali yako si nzuri, na bado anaendelea kwenda. Jamaa sikila mtu yani uwezi kumshauri, linapofika swala la mako changu, yani uwezi ukamwambia kitu yoyote akakaa hapo na kukusikiliza. Nimemwandikia knay wa kabla ujatumia hizi, chemsha zitamaliza maumivu anayo yapata na sumu yote itaisha. Kwa hiyo ina gharimu shingapi hii? Kwanza akamtajia wanasema ni vipande vitano vya fedha. Akamwambia sasa, unaweza ukanisaidia jambo moja. Kwa sasa mimi sina pesa. Naweza nikaja nikakuletea baadaye. Wewe umesema unaokoa maisha ya watu, si ndio? Na nia yako ni kuokoa maisha ya watu ndo maana unauza dawa. Au mimi basi nitafanya kazi hapa ili kulipiza kale ka gharama cha hizi dawa. Kwa jinsi ambavyo nakuangalia wewe si mtu ambaye unaonekana unakosa fedha. Kwa nini basi usingeenda kufanya kazi katika klabu ya usiku hapo jirani? Mimi dawa zangu sio za mchezo mchezo. Ee, sasa ukisema anataka kuzichukua tu, kwa ajili ya kumsaidia lakini, kama sijakosea inaonekana pia wewe ni yule mwanamke ambaye ulikuwa unajiuza kwenye lile kasri li. Siwezi nikakupatia wewe kitu bure. Wakamnyang'anya zile dawa, maskini amekosa alichokuwa anahitaji, imebidi aondoke pale, anaambiwa aende akajiuze kwenye baa moja huko apate fedha Kijana ameingia katika kasri, mahali ambapo basi lilini anaishi. Waliandaa chakula kizuri, na yeye hajawahi kula diko safi kama hilo. Wewe yikae ndo ulaji gani? Hebu kula taratibu bwana eh, mwishowe utakabwa sasa. Vijana wa kitajiri wakaanza kumcheka. <laughs> Hebu acheni kumcheka huko, kwa nini mnakuwa mnamfanyia hivyo? Hamjui eh, kama hapo walipo wameumia ah, yani kweli na wewe pia na akili zako zote unataka kwenda kuolewa na mtu kama huyo hey, e ah. eh. bado kidogo angepaliwa. Ah. E, sasa, kwa sababu binti anajua, kijana, Hebu pumzika bwana, huko kesho utakula. Ah, bado sijamaliza lakini sijashiba. Hebu jione ulivyolewa afu unasema bado. Yani unakuwa na ta, tabia za ajabu ajabu sana. Kama unataka kwenda kumfuata Ma Fangling, nenda tu, mimi siwezi kukuzuia. E, analeta sasa topiki za, za, za mambo ya wivu. Leo mimi nimewaagiza jikoni watengeneze vyakula vyote vizuri kwa ajili yako. Lakini huwezi amini leo sikuweza kula hata kidogo. Unajua kwa nini kaka zangu wanamtaja Ma Fangling? Wana wasiwasi kuhusiana na yeye. Ma Fangling ni yule misma mtoto wa Ma Kongqun. Nambia, uh, sasa ndio hivyo, ndio maana umeona wanamtaja. Ah, kama wanataka kunijaribu wanijaribishe tena kwa nini basi unaongea vitu kama hivyo? ij... najua anajifunza kutokana na makosa niliyofanya Jungsu... hata hivyo, mara ya mwisho nafikiri mimi ndo mwenye makosa makosakswsiiyehehatana ha? mi nimejisikia vibaya sana kuhusiana na ii. Najua kuwa katika moyo wako kuna vitu vingi sana unanificha. mm -hmm. na bado unamwaza sana Fu Hongxue wewe. mm -hmm. na pia unamwaza yule mwanamke misma Jamaa alipoona kwamba bibi ana wivu sana, akainuka anamfuata pale taratibu. Hayo ni mambo yanawahusu wao, kwa nini niingilie? Si anamkumbusha juu ya stori yake utotoni, wakati ambapo mtoto mmoja aliwahi kurusha tiara juu, na kitu ambacho kilimpata yeye, alikuwa akitamani tiara lakini hakuipata. Sasa anamtolea mfano juu ya hiyo stori na hiki ambacho kinaendelea sasa hivi, na anamwambia kwamba haijalishi nini ambacho kimetokea, hata kama wapo mbali kiasi gani kuna wakati tutakutana nao tena. Toba, nenda basi kama unataka kwenda. Jamaa anatabasamu tu kwa sababu anajua binti pengine amemkubalia, lakini si kwamba amebariki lile jambo, na ni ukweli kwamba basi mchizi anataka sana kuhakikisha analinda eh, mahusiano ya yake, lakini vilevile vile pia anataka kumwokoa sana Miss Ma. Leo akamkumbatia. Yote hii ni katika kuonesha upendo alionao kwake binti ya kutegemea kupata, eh, lile special hug. Lakini leo sasa amelipata lile special hug, hii kidogo imemfanya hata yeye mwenyewe pia kujisikia vizuri sana. Imekuwa kama bahati kwake siku ya leo anapopata kukumbatiwa. Je, umesubscribe, mtazamaji? Na kumbushe juu ya umuhimu wa kusubscribe. Tafadhali subscribe. Ili mambo yapate kuwa mazuri, hiyo ndio ambayo inanipa mimi nguvu, nikiona wee mtazamaji unatafuta kuangalia burudani na huwa una subscribe basi kile ambacho na posti napenda sana asa. Kumbuka binti sana anataka dawa kwa ajili ya Fu Hongxue, ameenda kwenye danguro. Kufika kule, wanamuuliza sasa, unataka fedha, sio? Unaweza kufanya nini? Anasema, mimi naweza kucheza, lakini vile vile pia naweza kucheza zitha tomo. Yani, unaweza kufanya vitu vichache hivyo kweli, alafu unataka pesa Weangalia watoto wa kike walio wazuri hapa, yani hapa, hapa watoto wazuri wazuri hapa, wanajua kufanya vitu vingi, lakini inawezekana wao hawajui kufanya vitu kama vya kwangu okay. <laughs> <sighs> <sighs> Haya, unaonaje labda pengine <inaudible> <inaudible> Binti akawasikiliza akaingia hapo kati akawaonyesha. Basi ndio hivyo, wateja usiku wanakuja wanajaa pale, na ukweli ni kwamba binti alikuwa anafanya hii kazi tangu kitambo, kwa hiyo anajua kuwateka watu kwa namna anavyofanya. Kusema ukweli, tangu ameanza kucheza pale, ni wanaume wengi sana walikuwa wanajaa hapo. <coughs> <coughs> hii maana yake nini? Hii ni kwamba binti anakubalika staili anayotumia kucheza, jinsi anavyovaa wakati anapoenda kucheza, hii yote basi ilikuwa inamwongezea credit, kama jinsi ambavyo unaweza kuona mambo yanakuwa ni mazuri, kwa maana ya yeye sasa pengine anaweza kufanikiwa kupata fedha ambayo alikuwa anaitafuta. Yote hiyo ni kwa sababu anataka kuhakikisha kwa namna moja au nyingine, basi mambo yanakuwa simple, mambo yanakuwa mepesi, mambo yanaenda kuwa mepesi, kwa maana atapata fedha ya dawa ya kumsaidia Fu Hong. Basi ndio hivyo shangwe kama zote nini makofi watu wana enjoy enjoy, ile, ile performance. Hai, wakati una enjoy na wewe pia performance ya binti huyu Chinong, basi e, hebu tujikumbushe kwamba basi hapa unaweza ukapata e, huduma mbalimbali kutangaza biashara yako ukilipia, basi tunakuwekea matangazo yako hapa, unatangaza kupitia movie. Ikiwa unataka kununua YouTube namba hiyo hapo lakini vile vile mtazamaji, hakikisha ume subscribe katika YouTube yetu ]abilia. Kama hujawahi kusubscribe wo gangang dan le xie shou shi. gei ni mai le xie yifu.